kwa ajili ya kuutafuta na kuweza kuupata kwa umakini ule usiku uliobarikiwa wenye thamani. Na tafsiri nyingine ni kwamba shadda mizara mi anafanya bidii ya hali ya juu, ndio maana ya kukaza mkaja. Hivyo ndivyo alivyokuwa alayhi salatu wassalam, himmatun alia, himma ya hali ya juu, min ajli lailatin ghaliya, kwa sababu ya usiku uliokuwa ghali, una thamani ya hali ya juu. Anasema pia Aisha radhiallahu anha

ni usiku mkubwa, una thamani kiasi gani? Mpaka kwa ajili ya usiku huo Mtume sallallahu alayhi wasallam akalihusisha kumi la mwisho kwa mambo kadha wa kadha. Kwanza, i'tikaf; pili, anaoga baina almaghribi wal isha; tatu, anaepuka wake zake na anajifunga msikitini; nne, anakaza mkaja alayhi salatu wasalam; tano, anachelewesha kula yake ili usiku awe katika hala halatu khulu albatn, hali ya tumbo kuwa tupu machozi yawe karibu na moyo, jae unyenyekevu na salawati ziwe nyepesi. Kwa sababu ndugu zangu Waislam, hunaka, hunaka alaqatun baina khuluwil batni wa imtila'il qalbi bittaqwa, pana mahusiano baina ya tumbo tupu na ujaaji moyo takwa. Tumbo likiwa tupu ndiyo moyo unajaa takwa taqwa, na wepesi wa amali unakuja kwa ajili ya usiku huo. Allahu azza wa jalla ameiteremsha sura kamili suratn tatahadathu an hadhihi allailati lmubaraka, sura inazungumzia usiku huo uliobarikiwa. Ndugu zangu Waislamu, tufutarini bila kuvimbiwa wala kushida, kwa sababu ni nguvu inatafutwa ya kiyamu, ni machozi yanatafutwa, bukain baina yadei llah, ni unyenyekevu unaotafutwa mbele ya Allah. Kwa hiyo aliyetia nguvu katika kiwiliwili kwa kiwango cha nguvu za kutosha ni bora zaidi kuliko yule ambaye amelijaza tumbo lake. bihasbi bni adama luqaimatu yuqimna sulbah, mtoto wa Adam zinamtosha tonge chache za kusimamisha uti wake wa mgongo. fa in kana la budda faila, ikiwa hana budi ya kula zaidi ya tonge chache, fathuluthun litaamihi wathuluthun lisharabih wa thuluthun linafasih li, basi sehemu moja ya tumbo lake iwe kwa ajili ya kula na nyingine ni kwa ajili ya kinywaji na ya tatu ni kwa ajili ya hewa yake. Haya ni mafunzo ya Mtume kwa ajili ya muislamu maisha yake yote, lakini kumi la mwisho likiingia, bila shaka ajibane zaidi katika matamanio na kula yake, ajibane zaidi katika shahwatul batni wal farj, matamanio ya tumbo na utupu, kwa sababu yote mawili aliyakwepa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ima tumbo linaweza likamkosesha mtu ukamilifu wa kheri za usiku huo, au utupu wake ukamkosesha hata ikiwa baina yake na mkewe

Usiku wa makadirio, lailatul qadri khairun min alfi shahr, usiku huo ni bora kuliko miezi elfu moja. Maulama wamepiga hisabu miezi elfu ni miaka thamanini na tatu na miezi nne, wakasema, ina maana ya kwamba atakayeabudu katika usiku huo ni bora zaidi kuliko yule ambaye kaabudu umri wote huo. Tena ibada iwe mtawalia, haina kula wala kulala wala kwenda haja, masaa yote ibada, miaka thamanini na tatu na miezi nne.

ni usiku wenye thamani ndani yake imeteremshwa ile alquran mubarak. Kwa hiyo ndani ya usiku huo ukikutikana, unaisoma quran ndani ya sala au kama umechoka nje ya sala, kwa, kwa tafakur na tadabur, basi ndugu zangu wa Islam, khairati zitakuwa nyingi na barakati, qiyamul layl kwa, barakat, kwa kisomo kirefu, ruku ndefu na sijida refu. Wa min allaili fasabbihu waadbara sujud, na katika nyakati za usiku msabih mola wako, na katika mwisho wa salawat Ndugu zangu Waislamu, hata yule ambaye amesali rak'atan ndefu akaona apumzike kidogo, asinyama ze kimya afanye tasbihat, ili apate kutekeleza agizo la mola kwamba usiku ni wakati wasu, wa tasbihi pia na amal. Allahu azza wa jalla anasema, inna anzalnahu fi laylatin mubaraka inna kunna mundhirin, hakika sisi tumeiteremsha Qur'an katika usiku uliobarikiwa, hakika sisi tumekuwa ni waonyaji Fiha yufraku kullu amrin hakim, ndani ya usiku huo linahukumiwa kila jambo muhkamun mubram, jambo lilofanywa kwa umakini na uzuri na umahiri wa hali ya juu, makadirio ya mwaka kwa sababu Allahu azza wa jalla anapokadiria ni tofauti na kiumbe anapopanga mipango yake. Jambo lake yeye ni muhkam, linapangwa kwa uimara na uzuri. Ndani ya usiku huo ndio hukadiriwa arzaq za waja na kheri zao. Ni usiku wa dua, ni usiku wa kumnyenyekea Allah azza wa jalla. Mama Aisha huyo huyo ndiye aliyemuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam, ya Rasulullah, unaonaje nikiujua usiku wenyewe wa ni upi, nini niseme? Akaambiwa sema, Allahumma innaka afuu tuhibbu al afwa la fa'fu anni, eh mola wangu hakika wewe wa ni mwingi wa kusamehe, unapenda msamaha, basi nisamehe. Anasema Anas ibn Malik, Ramadhani imeingia Mtume akawaambia masahaba wake, inna hadha shahra qad hadarakum

haya yanaweza yakampotezea mbali kheri hii, nasalu llaha alsalamata walafia. Na wengine kwa mikono yao wanashika wasiofaa kushikwa katika wanawake, eti tu kwa sababu ni watoto wa ammi na mjomba. Ndugu zangu Waislamu, dhambi ya mkono au ya mguu kuliendea haramu au ya jicho kulitazama haramu au sikio kusikiliza haramu au limi kuzungumza haramu ni sababu kubwa ya mwanadamu kuja kunyimwa kheri hiyo, iyadhan billahi min dhalik. Anasema, anasema Sufyanu Thauri, nimefanya kosa kosa moja nikanyimwa kiyamu laili leili miezi sita. Na hawa walijijua wamefanya nini? Na akasema mwenyewe kwamba alimtuhumu mtu ambaye kalia ndani ya sala pengine salatul jamaa, ndani ya ndani ya kiyamu laili. Alipolia ikampitikia dhana kwamba isije kuwa anajionyesha huyu, kwa dhambi hiyo kanyimwa kiyamu laili miezi sita. Wakasema maulamaa kwamba hawa ni waja waheri arafu min aina utu walijijua wapi? wamepatikana lipi limewadhuru? Je, aliyekithirisha dhambi leo ataijua ni ipi? Kwa ajili hii ndugu zangu, istighfar na tauba ndiyo mlango wa kufungukiwa na kheri za usiku huo. Anajaza Allahu azza wa jalla malaika katika ardhi. Anasema alayhi salatu wassalam, wa innal malaika tilka al-laila aktharu fil ardi min adadi al-hasa, na hakika malaika katika usiku huo ni wengi zaidi katika ardhi kuliko hata idadi ya changarawe za dunia nzima. Mtume alihi salatu wassalam alituambia kwa kuhamasisha kabisa kwamba watu wajipinde wafanye acmal, na wala wasishindwe, bali wapambane na shaitani. ihris ala ma yanfauk, kuwa nahamu liendee ambalo lina manufaa na wewe. wastacin billahi wala tajaz ta, nataka msaada kwa Allah wala usishindwe. la haula wala quwata illa billah, kanzun min kunuzil janna maneno hayo ni hazina katika hazina ya janna, lakini pia maneno hayo ni sababu ya ufunguo wa taufiq na msaada wa Allah. Hakuna ujanja wala nguvu ila Allah, ndiye ambaye anawezesha mja, nguvu ni zake na mbinu anazo yeye, ye ndiye wa kumpa mja kheri, na yeye ndiye amemiliki kumnyima. Kukithirisha neno hilo ni kufungukiwa na milango ya taufiq, la haul wala quwwata illa billah, hakuna mbadiliko wala ujanja wala nguvu ila zinatokana na Allah kwa neno hilo itafunguka milango ya kheri na sababu za mkesha. Alyusru ma yasarahu Allah, wepesi ni ule ambao yeye kauwepesisha. Wal usru ma asara, na uzito ni ule ambao yeye kautengeneza umekuwa mzito. Ndugu zangu Waislamu, mkesha ni wepesi kwa atakayebarikiwa akawezeshwa akawepesishiwa, na mwingine mja wa kunyimwa kwa dhambi zake ataona ni mzigo mkubwa wa kuhuisha misiku kumi hii na kujipinda katika amali Ndugu zangu Waislamu, mizozo na mijadala ni sababu ya kuruka kheri. amtume sallallahu alayhi wasallam wasalam alitoka aji yawaambie, masahaba wake ni lini lailatul qadr, kashajitayarisha nafasi iwe nyepesi na watu waujue usiku wenyewe, akawaambia ya ayuha nnas innaha kanat ubinat li lailatul qadr, nilikuwa nishabainishiwa nishaelezwa ni lini, wa inni kharajtu liukhbirakum biha na mimi nimetoka nje nikuelezeni. Fajaa rajulani yahtaqani maahuma shaitan, wakaja watu wawili wanagombana juu ya haki yao, mdai amemnyanyulia sauti mdaiwa na mdaiwa naye akaingia kwenye malumbano, talahin, mizozo na mijadala, pamoja nao yuko shaitan, kawatibua kusudi iruke khair. Fanusituha, basi nshasahaulishwa ni lini. Faltamisuha fil ashril awakhir, basi nakwambieni, tafuteni katika kumi la mwisho tafuteni katika kumi la mwisho, fanyeni himma na bidii. Ndugu zangu Waislamu, hizo ndio amali na huo ndio uwanja wa kupania. Na usiku gani huo? Ndio lailatul qadr, ni usiku una hamahama, unatarajiwa zaidi katika misiku ya witr, na zaidi mwezi ishirini na saba, lakini si lazima iwe hivyo. Yawezekana ikawa katika layali l la ashfa, misiku ya shufua, kwa sababu misiku ya shufua ni misiku ya witri pia ukianza kuhesabia kutokea mwisho wa mwezi endapo mwezi utakuwa ni siku 30, na wako baadhi ya ulama waliosema zile zilizokuwa shufu ndio witri, kwa sababu kuna hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, imekuja lailatul qadri iko katika tasiatin tabqa, usiku wa tisa uliobakia au wa saba uliobakia. Wanasema ikiwa ni siku zimekuwa 30 za Ramadan, basi usiku wa kuamkia ishirini na mbili ndio usiku wa tisa uliobakia. Ndugu zangu Waislamu, ikiwa halatun mushtabiha hali inatatanisha ina maana ya kwamba kumi lote watu wapanie na wafanye himma na bidii. Allahu azza wa jal ametia thamani usiku huo, amebarikiwa atakayehuisha na akapata kheri, na amekula hasara atakayehupoteza usiku. Ndugu zangu, si kwamba kuna nyota ya jaha ikipita hiyo kwa dakika chache ndio aliyepata amepata, hapana, bali min almaghribi ila alfajr, kutokea magharibi mpaka alfajiri. Allah ameuita laila, na usiku unaanzia bada ghurubi shams

thamani kubwa na ndio maana sura kamili ikateremshwa izungumzie usiku huo, na wamisu lkaun tataghayar tajawuban ma llaila, hata alama za kilimwengu zinabadilika huitikia usiku huo. Ina maana ya kwamba hali ya hewa ni tofauti, jua linalochomoza asubuhi yake jekundu halina miale, na usiku umekuwa na hali ya hewa ya aina yake. Lailatul qadri, lailatun samhatun talqa usiku huo ni usiku laini mzuri, la harratun wala barida, hauna joto wala baridi. Tusbihu shamsu sabihataha dha'ifatan hamra, asubuhi yake jua likichomoza linachomoza likiwa jekundu dhaifu. Wala yurma fiha binajm, riwaya nyingine imekuja haitumiki nyota kurembewa shaitan. Ndani ya usiku huo, anga liko katika hali ya salama, ardhini pia pana usalama, salamun hiya hata matla'i alfajr Jua linachomoza likiwa limebeba alama ya hali ya juu. Ni siku moja tu katika siku za mwaka mzima, subhanallah. Ikiwa ulimwengu umeathiriwa na usiku huo na kheri zake ni nyingi, mpaka malaika wakaja ardhini na Jibril pia, aminu samaa, naye pia yuko ardhini. Fakaifa yaliku bilinsan an yaghta fi nawmi, inakuwaje tena mwanadamu akorome katika usingizi wake? Inakuwaje akifirishe kulala na vimbizi ilhali ya kuwa ni usiku wa amal. Fursa ikipita imepita. Usiku bora kuliko miaka themanini na tatu na miezi minne. Wangapi hawajawahi usiku huo? Wangapi wamefariki kabla kwa siku moja? Wangapi wamenyimwa? Wangapi ambao mauti yamewanyakuwa kabla hata kuingia Ramadhani wengine? Fursa hii kama tunayo, ndugu zangu Waislamu, afya na uhai tunao Tuitumieni vizuri fursa hii, kwa sababu baada ya kufa wanadamu huwa wanaomba sekunde hawapewi, dakika moja hawapewi. Hata kama ingekuwa kafira anapewa dakika ili afanye amali ya kupunguza tu kiwango chake cha adhab, angeitaka fursa hiyo, lakini haihati, iko mbali fursa hiyo, kwa sababu uwanja wa amali ni duniani na baada ya kufa hakuna uwanja tena, na ndio maana Al-Qur'anul Karim inatuhimiza sana katika mashindano, fastabiqul khairat, shindaneni kwenye kheri. Mara anatuambia wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun, na katika hayo washindane washindanao. Allahu akbar aina almutanafisun, wako wapi wanaoshindana kwenye kheri hizi? Tumewaona wengi wanashindana kurefusha majumba, na wanashindana kwa fahari ya mali na watoto, na tajiri huyu anataka mpikue yule kwa kiwango cha mali, na anyanyuke zaidi yake tumewaona watu wameshindana katika fahari za kidunia, lakini wako wapi wanaoshindana katika akhira yao? Wako wapi wanaosema katika yale makundi matatu yaliyotajwa katika Al-Waqi'a, minataka niwe katika almuqarabun? Wa kuntum azwajan thalatha, nyinyi akhira mtakuwa makundi matatu. Kuna ashabu lmashama, wamekula hasara, watu wa upande wa kushoto. Kuna ashabu lmaimana, wamefanikiwa. Na zaidi ya ashabu lmaimana kuna sabiquna sabiqun, na hao ndio almuqarabun.